Na kiburi yenye tuko nayo ni bure. Sisi wote ni mchanga. Habari okay. zenu yes. Uh. hata ufanyiwe ibada gani kama hukumpokea Yesu, hata tukufanyiwe tuweke tuweke jeneza yenye inaweza enda peke yake, hata tukutafutie jeneza yenye inaenda direct kwa remote bado, <laughs> ni mchanga tu. Habari zenu? Hebu saa zingine fikiri yanga, kati kiti chini tu na ujiulize maswali <laughs> <Aparizel>? mimi. <laughs> ni nini ya nini? na na ni kwa nini? Ni utaanza kuishi vizuri, alafu nataka watu wakue mashotwaya, yaani ukue tu wazimu, enda kanisa mpaka watu wakuulize, na unapatanga nini? Nambie mni wache, natafuta mtu mmoja peke yake Yesu. Baada ya kutafuta Yesu, ishi na watu wako vizuri, kama uko na nyumba mama, kaa vizuri na watoto wako Wacha watoto wakupende wewe, penda watoto yako, penda mke wako, penda mume wako, ishi vizuri, somesha hawa, tafutie hawa chakula, kaa nao vizuri. Siku ya kiyama ikifika, walie ukienda. Najua kuna watu wenye wakienda, watu wanasema tunashukuru Mungu. Yaani mtu akifa tu watu wanashukuru tu. Kwamba umekuwa mzigo mpaka sisi wote tulikuwa tunasema baba. Si ufanye jambo. Na ikifanyika hapo ndio unasikia hata sikuti kumbe badala ya ninyi ndio mnajua wa kupiga. Unajua nilikaa nilisoma western ndio unasikia za zingine naweza kutune tune. Eh, nilisoma huko. Nikana wapukuzi ndio mnasikia accent kidogo ni wapukuzi. Mm. <laughs> na mnaimbanga bwana, niliwai enda keshe ya, ya nini ya matanga Oi. Na mwenye alikuwa amekufa hakuwa mtu wa kanisa, lakini maneno yenye alikuwa natoa, na alikuwa tajiri, hiyo sikuti <laughs> inaeza zungumuza <laughs> inapigwa inafika inafikaka mahali unasikia kabisa ninasema <laughs> <laughs> wanaweka anaweka nyimbo yenye ina inashtua wanaanza kwanza, oh oh, ona ja, ona ja <laughs> <laughs> itu, tutututu, ameko, ona ona ona ona ona ona, na wanaanza kama watu wanaona acha kuimba, alafu anaingiza hapo sukuti inapanda zaidi amekoa na maringo na